Uh, mahakama kuu ya Tanzania kupitia masjala ndogo ya Dar es Salaam wanaita hivyo, mm-hmm, sehemu ya mahakama kuu hapo jana ilizuia kwa muda shughuli zote za kisiasa za chama kikuu cha upinzani, e, Chadema hadi Juni 24 kufuatia kesi Iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa Zanzibar Said Isa Mohamed na wenzake. Hawa wanadai kuwa chama hicho kimekuwa kikibagua Zanzibar katika mipango ya usambazaji rasilimali zake, lakini uamuzi huu umeibua maswali si haba, nikisema hivyo Saumu. mm. E, maswali hayo ni pamoja je, hatua hiyo hii ni ya kawaida kisheria au ni mbinu ya kisiasa na ina athari gani kwa mfumo wa vyama vingi na siasa za Tanzania. Kujadili hayo eh, Saumu, tumewaalika hapa wataalamu wa sheria uh, Frugence Masawe pamoja na mchambuzi wa siasa Hamdun Marcel eh, Hamdun huyu yuko Mwanza, mm, uh, eh, nanisikia sasa hivi bila shaka uh, Masawe yuko Dar es Salaam, natusikia sasa hivi Masawe amesikika sauti yake vizuri. Masawe, unanisikia? Hamduni ananisikia? Maanake nimesikia sauti moja, nilitegemea nipate sauti mbili, Masawe na, na Hamduni. Masawe yupo? Nipo nipo, nipo. Eh, naam. Nashukuru na, na, na wewe ndio hasa tulitaka kuanza, ni swala la kisheria Masawe, wakati tunajaribu kumpata ham, ham, masel Hamdun, kabla ya yote eh, tufafanulie kisheria uamuzi wa mahakama kusitisha shughuli za chama uh, kizima kwa muda unatekelezwa kwa misingi gani? Eh, je hii ni hatua ya kawaida kisheria au kuna mashaka, mashaka yoyote ya kwenye mashauri yoyote ambayo kuna madai ambayo mtu anaona kwamba kuna kitu kitakachoharibika wakati shauri inaendelea, ni kawaida kuomba zuio la muda e, kulingana na kinachoendelea, ili mpaka uamuzi utakapotoka ili asiendelee kuathirika. Lakini katika mahakama kufikia hayo maamuzi, huwa kuna vigezo ambavyo huwa wanazingatia hasa masilahi mapana kwa ajili ya ile amri itakayotolewa na athari itakayokuwa nayo, lakini atakachopoteza ambaye anaomba, anasema kwamba zuio lisipotolewa yeye ataathirika. Lakini katika hali tunayoiona, sioni kama mpeleka maombi alikuwa anaathirika vipi kwa chama kuendelea na shughuli zake. Lakini kumbuka huyu Said Isa mm, alikuwa makamu mwenyekiti mpaka Januari, na hivyo anavyolalamikia kwamba Zanzibar inatengwa imepengwa lini? Ndio maana hoja zitakuwa labda hapo. Kwa hiyo tunataka kujua yeye anaathirika vipi kwa chama kuendelea na, ambapo ndio mara nyingi ndio mahakama inatumia hoja kama hiyo. Kwa hiyo kutoa zuio ni cha kawaida, lakini huwa kuna vigezo ambavyo lazima uvizingatie na namna gani yule anayeomba ataathirika, kama shughuli za vyama zingeendelea yeye angeathirika. Sasa so, sijui mahakama iliona nini ya siku kumi na nne na hizo siku kumi na nne ikabadilisha kitu gani? Eh, lakini kwa chama cha siasa kuzuia mikutano na shughuli za ndani, sio inakiukwa haki ya kikatiba za kisiasa kwa nchi, wewe mwanasheria? Ndio maana nikasema lazima uangalie athari kwa umma kwa, kwa upana wake, kwa mazingira unayoyaona kwamba kuna watu ambao wanaathirika kwa njia moja au nyingine kutokana na amri hiyo maana nikasema kwamba hakuna madhara ambayo angeyapata moja kwa moja mpeleka maombi na wenzie kama chama ingeendea na shughuli zake. Kwa hiyo huenda, sijui jaji alishawishika na kitu gani mpaka akaridhika kutoa. Kwa hiyo chama kinaathirika, maana chama sio cha Chadema, chama ni mali ya umma, chama ni cha wanachama. Kwa hiyo kuna watu wengi zaidi ambao wako nyuma hicho chama ambao wataathirika. Kumbuka Chadema hiyo hiyo ina wabunge mpaka bungeni. E, japo kuna wengine wana mgogoro kwamba awatambui kama ni wabunge wao, lakini wako bungeni kwa mwavuli wao. Kwa hiyo katika hali ya kawaida huwezi kutoa amri kama hiyo, itakuwa na, inakuwa na madhara na makubwa sana kwa chama pamoja na umma kwa ujumla, ambacho kinahudumia jamii na watu kwa ujumla. Hili si la kwanza kutokea. Uh, wakili, uh, Chadema hiyo imekuwa ikijikwa au ikielezwa kukiuka taratibu za kisheria uh, mara kadha wa kadha uh, lakini Chadema hii inafahamika kwamba hata kiongozi wake ni mwanasheria madhubuti, baadhi ya wanachama wake wa bunge wana nguvu za kisheria, wana timu za uwakilishi wa kisheria, wana mkuu mzuri anayeongoza uh, safu ya kisheria, alishakuwa rais wa uh, chama cha wanasheria Tanzania, Tanganyika Law Society. Kwa nini mara nyingi zinatoka hizi za kisheria ni mpaka mahakama iamue, kwa sababu hizi ni hoja kinzani. Kuna watu wanaoamini kwamba kinachofanyika ni sahihi na wengine wanaamini kinachofanyika sio sahihi. Kwa hiyo mahakama itakapoamua ndio tutajua uko na dosari, lakini kwenye migogoro ya vyama huwa kuna vuta ni kuvute. Kumbuka Tanzania ni nchi ambayo imepitia kwenye, kwenye migogoro ya vyama vikuu vya upinzani. Kila chama kikubwa kinapokuja kinapanda kinakuwa kinaingia kwenye migogoro na mwisho wa siku inapotea. Kama utakumbuka ni siara ilikuwa chama kikubwa kikavurugana ndani kwa ndani, lakini ikajakafu ikavurugana ndani kwa ndani. Sasa hivi tunaona Chadema. Kwa hiyo mivurugano ya kwenye vyama wakati mwingine inaweza ikaa ni mivurugano, mivurugano halisi au ni ya kupandikiza ambayo inapelekea zaidi kuua ile demokrasia ya vyama vingi na kuendelea kushamirisha kile cha matawala kwa sababu kinakosa mshindani. Kwa hiyo ukiniambia ni hoja za kisheria au ni nini, nasema ni hoja za kisiasa zaidi kuliko sheria. Eh, kwa kuweka maneno sawa, wakili Masawe. Naambiwa Marcel Hamduni ameungana nasi sasa hivi na alikuwa akiusikiliza. Marcel, unanisikia? n makamu mwenyekiti wa Chadema John Hechi aliutaja uamuzi huo kama mwendelezo wa kile alichokiita sarakasi za kisiasa zenye lengo la kudhibiti chama chao. Uh, je, hatua hii halali ya kisheria au kuna mkono wa kisiasa? Wewe unajua siasa vizuri za Tanzania. Ni vizuri sana na, na jambo moja la msingi la kuzingatia katika haya ni kwamba hii ni kesi iliyoko mbele ya mahakama, tena mahakama kuu ya Tanzania, na kuna sheria au kuna taratibu za kuto kuruhusiwa kuizungumzia kwa undani shauri shauri kama hilo kwa sheria zetu, lakini hahai haiondoshi nafasi ya jamii kujadili masala yanayotokea na kuweza kutia maoni yake na kadhalika na kadhalika. Hii ni kesi ya ya ya, ya, ya kisheria ambayo ina mnuso na mguso sote vile vile. Kuna kasoro zinajitokeza nje na ndani ya chama, kuna kasoro zinajitokeza kati na baina ya siwa, ya siasa na serikali iliyoko madarakani ambayo inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Lakini katika hini ni kwamba lazima tuwe makini mno kwa sababu eh, kesi imefunguliwa, yani, shauri imefunguliwa, yali, imefunguliwa na limefunguliwa kutokana na uhalisia wa shauri wenyewe lenyewe. Yani, maana yake kwamba kuna tukio, kuna jambo ambalo lalamikiwa mle, na ni jukumu la mahakama kusema jambo hili halipo au lipo kweli, kutokana na utetezi. Upande wa utetezi utaleta utetezi wake upande wa mashtaka nao utaleta madai yake. Sasa mahakama inakuwa kwenye nafasi nzuri ya kupima uhalali ni upi na ubatili ni upi. Lakini katika hali ya kawaida mm -hmm. ni udhaifu aa, ni udhaifu wa vyama vya siasa kwa maana ya kukaribisha jambo ambalo baadaye linaweza kuwekwa akiba na likaja kutumika vibaya wakati hali ya mambo ikiwa ngumu ndani ya chama. Chadema wamejiandalia jambo hili Nimesikia mwanasheria anazungumzia habari ya NCCR. Mi ni kwa mjumbe wa NCCR, ni kwa mjumbe wa nafasi ya juu kidogo. Najua kilichoitokea NCCR Mageuzi wakati ule, mtafaru kuwa ndani kwa ndani ukasababisha NCCR Mageuzi ile ni mm. nguvu yake nale, Marando, Prince Bagenda, Ndimara Tegambwage, Hamduni mariseri, mimi, James Mbatia, Anthony Komu, Evod Manda na wengine mwai kupotea katika uso wa siasa ya dunia, na imebaki tukufu kwa gazeti na kidogo kidogo, lakini kwa ujumla, kuna makosa mengi yanafanyika ndani ya vyama vya siasa, ya fursa hiyo kugandamiza ku, ku, ku, ku, maana ni adui yule, mnashindana. Kwa hiyo ukionyesha udhaifu, bara fulani atabonyeza hapo hapo kuliko na udhaifu mm, na atapata uhalali. Lakini vyama vya siasa vinatokana kutokuwa kutoku imara, kukosa kukosa nidhamu na kukosa jinsi ya kwenda katika utaratibu ambao unaondosha katika matatizo, na hapa ndio kunapoonekana udhaifu wa vyama vya siasa katika uwanja wa siasa katika nchi yetu. Kwa hiyo udhaifu, pamoja kwamba liko mahakamani, lakini lina wenyewe wa Chadema wana jinsi jinsi wanapohusika japokuwa sasa hiyo inawapa nafasi maadui zao. Masala umeeleweka ume, vizuri. Katika hili swali hili sasa nalijengwa kwa wote na mwe huru kulijibu kwa ufupi ufupi. Kuna madai ya msingi eh, mgawanyo usio sawa wa rasilimali ndani ya chama. Je, hiyo si hoja halali ya kuhojiwa, hata kama ni eh, kama si mahakamani? Eh, ili swali lianze na, na, na, wakili Masawe, unavyotazama Masala amezungumza vizuri hapo. Ya, mimi nachojua kwamba ukiangalia sheria ya vyama vya siasa ya mwaka tisini na mbili imeweka tu lile takwa la kwamba chama kisiwe cha upande mmoja, lakini hakijaweka uwiano wa mgawanyo wa rasilimali. Na wanaposema chama kisiwe cha upande mmoja, wanajaribu kuwa na wanachama kwenye pande zote mbili za muungano pamoja na kwenye uongozi na ndio maana ukiangalia kwenye hivi vyama ukimkuta mwenyekiti ametoka upande huu makamu atatoka upande mwingine, na makamu mwingine wa bara, katibu nako hivyo hivyo. Sasa hili la rasilimali hakuna sehemu limeandikwa kwenye sheria, labda tuone, labda ni kitu kipya ambacho wanajaribu kukileta ambacho kitaweza kikatumika kuboresha, sio kwa Chadema tu hata kwa vyama vyote, kwa sababu vyama vingi vimeonekana vya bara zaidi kuliko Zanzibar hata e, Kafu yenyewe ilionekana chama cha Zanzibar, lakini ukweli chama Kafu kilikuwa na na na chimbuko lake huku bara, chama kikashika mizizi yake Zanzibar. Kwa hiyo kwenye mgawanyo wa rasilimali, ni muda sasa msajili wa vyama aangalie namna gani rasilimali za sasa zinagaiwa. Nakumbuka vyama hivi vyote makao yake makuu yanakuwa bara. Kwa hiyo kama makao makuu yanakuwa bara na rasilimali zenyewe ni chache, unakuta zinahudumia makao makuu pengine na unazungumzia kanuni katika mgawanyo hayo. Je, Marcel, kama unansikia, kwa dakika moja tu, hatua hii inatufundisha nini kuhusu eh, siasa na sheria nchini Tanzania? Kwa isiwe zaidi ya dakika kwamba kila siku kuna jambo jipya la kujifunza na sisi wote tukubali kwa walimu ni wanafunzi na tutalii tutalii katika hizi sheria na kanuni na kuziangalia mabadiliko eh, ya eh, matapo ya siasa. Kila kitu badilika, na pengine katika mabadiliko haya inabidi sisi wenyewe ndani ya jama tuanze kutengeneza mambo wa mambo, ili kuzuia jambo la kesho kuja kutuvuruga wakati usiofaa. Kwa hiyo nafikiri jambo la msingi la kuzingatia kusubiri mahakama imetafsiri juu ya hili, na pengine kinachotafsiri jambo jingine kama alivyosema ndugu yangu wakili itasaidia vyama vingine kukwepa mtego wa kutumbukia katika shimo refu baya na la giza. Watu wote. Marcel, Hamduni, muda hauturuhusu eh, wewe ni mtaalamu katika siasa za Tanzania lakini wakili Masawe pia umeshiriki, tunakushukuru wote kwa pamoja na asanteni, asante sana, makazi njema.